Eh, nipo mkoa mmoja unaitwa mkoa wa Simiyu wilaya ya Bariadi, meno mashineni. Nimekutana na wataalamu wa jasiriamali ambao ni wabunifu kwa kweli, Wasukuma wamejerea bunifu unavyoona hapa, wanatengeneza magodoro. Magodoro haya yanapatikana kwa bei nzuri sana kwa shilingi elfu tano. Na bado mtu anapata usingizi mzuri na mtamu na haya ndiyo material ya kutengenezea magodoro, na ile pale unavyoona ndiyo mmoja wa fronya ambazo zinatengenezwa ujazo kwa ajili ya kupata godoro kamili. Hawa ndio waandaaji, labda ngoja tuwasikie mali matatu anazungumza nini? Mheshimiwa, habari yako bwana? Salama tu. Habari za kazi? Nzuri, eh, tupo. E, naona mnaandaa magodoro aya magodoro. Hebu oh, no, no. Nisaidie. Hebu hebu waambie Watanzania kwamba magodoro haya yana ubora gani? Haya magodoro yana ubora wa kwamba kama mtu na hali kama yetu hii, atakiwa yeah. kama ukitaka kwamba kama, kama huyu fundi huyu, tunachanganya na hii naanza kwanza naanza na, mwanzo hii ndio nakuja, hiyo kubwa hiyo, hizo randa ziizoranda kubwa, kubwa, kubwa ndio inakuja katikati za ya. Eh, katikati za kwanza ndio naanzia hizi hapa hizi unakuja hiyo kubwa katikati, uh, hi. Eh, una, yaani hiyo kubwa una kuwa katikati tena hii ndogo, alafu unaleta yaani hiyo kubwa inakuwa katikati, hii ndogo inaanza chini, alafu ikaja ikamalizia nani, aha eh aha. Sasa godoro hili litengenezwe likamilike inagharimu shilingi ngapi? Ah, kugharimika kabisa kama kama nataka kama kama, kama, kama kama nimefikia kulaliwa hmm. Ina gharama ya shilingi eh, elfu sita elfu sita t eh, lakini kutokana na uchumi wetu umekuwa mdogo ndio tunawauzia wananchi tu shilingi elfu tano elfu tano. je yeah. vipi aa magodoro mmeanza yuko kuwatengeneza haya tumeanza kama mwaka elfu mbili na kumi na tisa. elfu mbili na kumi na ndio mmeanza kutengeneza, yeah. Lakini huu ni mwaka 2017. e, 2016. 2016. e, kweli kunikupusha. Unajua sasa hivi hali kuna magodoro ambayo yameshazoeka kipindi cha nyuma yeah, ambayo yalikuwa yanapamba so, so. Sasa magodoro haya labda mtu anavyolala vipi e, mwili wake vipi au uchoki, au mtu wa mgongo. yaani ni safi mno, yanalingana na yapamba. yanalingana na yapamba. e. kwa hiyo haya magodoro ya sponge yana tofauti gani? Ah, haya tena kidogo yana uchini. Kwa sababu yale tena makemiko mengi jamaa wanamdzidziki makemiko ah, so, eh, yao ambao utengeneza wao kidogo ubora wao Kasa ubora wao wa makemiko wanaotumia wale una madhara wanaika watumiaje? au au, au, hauna madhara yani, wanaendana tu na hauna madhara kabisa oh, pamoja na nyinyi wote eh hamna madhara kabisa. Sasa unaomba nini wa Tanzania? Mimi minawambia tu, labda watu saidie tu utuongezea nguvu zaidi ya kuwa kutengeneza hii. Nataka nguvu gani ya kuongezewa? Hapa tunataka tu labda mtaji. Mtaji utaanza magodoro kama ya kwanza. Kama laki 5 yani inanitosha mimi. Laki 5 mkubwa mimi. Aisha. Laki 5 sawa, unaanza ukazalisha magodoro mangapi? Naweza naweza nizalisha nizalisha kama haya ya launda, naweza nizalisha magodoro 200. Mia mbili yeah. Alafu, mia mbili ukiuza shilingi elfu tano unapata, unapata si milioni mbili? Au haujakosea? Sawa kabisa yeah. Basi nashukuru, unaitwa nani? Naitwa Masunga Saguda. Masunga Saguda. Yeah. Aa, ndugu mtazamaji wangu ni mimi aa, mchungaji wa mitume na manabi na manabii na maskofu Tanzania Komando Mashimo wa huduma ya injili ya maumivu na uponyaji Tanzania Hawa ni wananchi wa mkoa Simi wa Simiyu a Bariadi, wa jasiriamali ambao wameona wasikae bure, bado ya ubunifu. haya magodoro yanapendwa sana mikoa ya Kanda ya Ziwa, asilimia kubwa ndio yanayotumika sana kwenye maeneo mbalimbali wa Tanzania. Mnaalikwa kuweza, mnaweza pia kuja kuwekeza kwenye viwanda vidogo kwa uundaji na utengenezaji wa magodoro kama haya. Mungu awabariki sana na Mungu awainue. Kwa heri ndugu yangu. Yeah. Kwaheri, sasa tutaonana tena.